Katika waraka ambao umetolewa na Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania wa tarehe ishirini ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambao umeainisha vipengele vitatu ambavyo vinahusu maboresho ya liturujia ya kanisa hilo Katoliki. Uh, waraka huo umetoa maelekezo katika kipengele eh, namba tatu ambacho kinahusu mwongozo wa maboresho ya liturujia ya Kanisa Katoliki ambacho kimeandikwa mwongozo wa maboresho ya liturujia nchini mwetu. Sasa katika kipengele hicho Baraza la Maaskofu limetoa utaratibu wa namna eh, maadhimisho yanapaswa kuwa, hususan katika siku ambazo eh, katika maadhimisho ya misa takatifu kunakuwa na sherehe mbalimbali za kidini lakini pia ambazo zinakuwa zimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kidini, wa kijamii, wa kisiasa na viongozi wengine. Na utaratibu ambao tumeuzoea ni kwamba e, mwishoni kabisa mwa misa e, baada ya baraka ama kabla ya baraka, tumezoea kama kuna kiongozi yoyote wa kisiasa ama wa kijamii anakuwa amealikwa pengine kama mgeni rasmi. E, tumezoea kwamba anakaribishwa pale mbele, anatoa salamu na anatoa zawadi kama na zawadi, na anaongea na waumini pamoja na wananchi kama ni kiongozi wa kitaifa. Lakini kwa utaratibu ambao umetolewa na baraza la maaskofu, utaratibu mpya ni kwamba e, kwa sasa e, utaratibu huo hautakuwepo tena, na katika utaratibu huo kifungu namba tatu ambacho kinaeleza kwamba mwishoni mwa adhimisho, baada ya sala ya komunio itatolewa baraka mara moja na ni baraka ya mwisho. E, kipengele hicho kimeainisha kwamba hakutakuwa na hotuba za kupongezana isipokuwa tu mwadhimishaji kama ni paroko ama padri, kama ni tukio la kiparokia; askofu kama ni tukio la kijimbo; ama rais wa baraza la maaskofu TEC kama ni tukio la kitaifa atatambua kwa ufupi uwepo wa wageni wa kidini wa kiserikali, kijamii na waalikwa wote bila kuwapa nafasi ya kuongea, kutoa hotuba wala kusalimia. Mwadhimishaji mkuu anawajibika kuwaalika wageni kutoa zawadi zao na bila ya wao kutoa salamu za pongezi. Huo ndio utaratibu mpya ambao umetolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, katika e, e, waraka ambao umetolewa jana wa namna e, miongozo ya liturujia inavyopaswa kuwa. Kwa hiyo kwa utaratibu huu mpya, hatutaona tena viongozi wale ambao imezoeleka wanasimama mbele kwenye altare na ama kwenye madhabahu na kuanza kuongea na wananchi na baraza limechukua uamuzi huo eh, kwa mujibu wa waraka huu ambao umetolewa jana tarehe ishirini, ni kwamba ni kulinda heshima na hadhi ya adhimisho la misa takatifu eh, ili kuweza kutimiza malengo na makusudio ya kuwa na adhimisho hilo. Waraka umeainisha vipengele mbalimbali kuanzia mwanzo adhimisho lenyewe na mwisho, lakini pia na E, matangazo pia e, utaratibu wa kutoa matangazo kanisani umepungua ume, matangazo yasiwe mengi na hotuba zisiwe ndefu, ili kuweza kulinda hadhi na heshima ya hadhim, adhimisho la misa takatifu ama adhimisho la ekaristi takatifu kama ambavyo imeainishwa katika waraka huu. Mimi ni Amos Mzee, hii ni Stein TV.